Mimi naitwa Pili Misana ni mkurugenzi wa vituo vya kusaidia waathirika mina wa dawa za kulevya vina wengi wanafahamu kama Sober House, na mmoja ya Sober House yangu alikuwa akiishi Dogo Mfaume, ambaye nilimchukua kama mwaka mmoja na mwezi mmoja uliopita. Nimeishi naye ni kwa kipindi hichi chote akiwa anapatiwa msaada wa kuachana na matumizi ya dawa za kulevya, na programu yetu sisi ni miezi sita. Kwa hiyo Dogo Mfaume kama nilivyosema na mwaka mmoja na mwezi mmoja. Kwa hiyo tayari miezi sita alikuwa ameshaimaliza muda mrefu sana, na kilichokuwa kimebakia kwa Dogo Mfaume, alikuwa amekaa pale Sober House, kama kusaidia wenzake kutoa msaada kwa watu wengine ili waweze na wao kukaa safi kama ambavyo amekaa yeye. Huku alikuwa anajipanga kwa ajili ya kazi zake za mziki, kama wengi tunavyomfahamu Dogo Mfaume ni mwanamuziki, lakini ndio hivyo tu, kwa bahati mbaya alipotea kutokana na matumizi ya dawa za kulevya. kwa hiyo kuhusu swala la unga tukani, naru, nasema yani kwa, kwa, kwa, kwa, kwa uhakika kabisa kuhusu swala la matumizi ya dawa za kulevya Dogo Mfaume ameacha tangu mwaka na mwezi mmoja uliopita. Kwa hiyo alikuwa yuko safi kabisa. Kilichokuja kumsababishia Dogo Mfaume matatizo ni ugonjwa alikuwa na tatizo la uvimbe ndani ya kichwa ambao tuligundua tuli mwezi mbili baada ya kufanyiwa inaitwa brain scan. Baada ya kuwa kuanza kuumwa kwa kipindi kidogo, alianza kukaukiwa sauti, sauti ilianza kuisha, akaanza kuanguka kama mtu akifafa, ikabidi tumpeleke hospitali, ndipo daktari alipogundua kwamba ana uvimbe ndani ya kichwa na akaanza kupewa matibabu mara moja kwa hiyo baada ya kuanza kupata matibabu ndo dokta akasema hii inahitaji upasuaji. Kwa hiyo akawa tayari yuko katika process za kufanyiwa upasuaji ili waweze kutoa huo vimbe ndani ya kichwa, lakini kwa bahati mbaya, mpaka mauti anamkuta, alikuwa hajafanikiwa kufanyiwa upasuaji, kwa sababu upasuaji ule ulikuwa ufanyike leo siku ya Ijumaa. Ndio tukawa tumejiandaa kabisa tumeshapewa kabisa na karatasi kwamba anafanyiwa operation siku ya Ijumaa leo. Lakini matibabu mengine kiukweli, na washukuru hospitali ya Muhimbili na madaktari yani especially dr Leneli dr Leneli

ambaye alikuwa kwa kweli yuko karibu na sisi, alikuwa anamwangalia mgonjwa mpaka tuna tunafurahi. Lakini ndio hivyo tu, ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu, mwenzetu ameondoka. Lakini pamoja na kuondoka kwake, Dogo Mfaume ametuachia, tuseme ametuachia nembo kwenye mioyo yetu, kwamba kumbe hata ukiwa maarufu kuna uwezekano wewe kuacha dawa za kulevya na ukawa vizuri na ukajishusha ukawa unaishi maisha yako ya kawaida na kuendesha shughuli zako kama mtu mwingine. Yani una uwezekano mkubwa kabisa wa kuacha dawa za kulevya na maisha kwa hiyo Dogo Mfaume ni mfano wa vijana wachache ambao walijitoa na kupambana ku, ku, na kuamua kwamba dawa za kulevya si sahihi wala hazina nafasi tena katika maisha yao, na ndio maana leo hii amekufa akiwa msafi akiwa msafi bila kutumia dawa za kulevya. Kila ugonjwa unakuja kwa sababu zake, unaweza ukawa utumia dawa za kulevya na ukapata uvimbe kwenye kichwa, lakini pia dawa za kulevya zinaweza kukuletea madhara mbalimbali mbali umenelewa ikiwemo matatizo labda ma, maini ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma figo homa ya ini HIV umenelewa ni maradhi ambayo anaweza akayapata pia mtu mwingine umenelewa kwa hiyo uhusiano upo sio kama tuseme haupo dawa za kulevya zina athari nyingi tu unaweza usione athari leo ukaja kuiona baadaye unaweza unaweza ukajiona saizi unatumia labda unakunywa pombe huko sawa baada ya muda ukaanza kuumwa figo kwa hiyo Yani, yani hakuna kilevi salama tuseme, na pia na tusipotoshe kwamba Dogo Mfaume amekufa watu, watu kila mtu anaongea vya kwake kwamba Dogo Mfaume amekufa na unga. Si kweli, Dogo Mfaume hajafa na unga. Tunacho tunachokizungumza ni Dogo Mfaume amefariki kwa sababu inaitwa inaitwa, daktari ameandika inaitwa cardiac arrest aresti Sawa, mimi naweza na nikatafsiri kwa, si daktari lakini nahisi kama ni mapigo ya moyo yalisimama. Na yalisimama kwa nini? Yalisimama kwa sababu wa, ya maradhi aliyokuwa nayo ya uvimbe kichwani. Toka nimekaa na dogo mfaume, mwaka mmoja na mwezi mmoja aliwahi kuniambia kwamba dada, mimi sina mtoto, nilikuwa tu na mwanamke, lakini tumeachana kwa sababu tulikuwa naye kwa kipindi cha kutumia madawa huko, kwa hiyo si sahihi tena kwangu. Nilikuwa naomba unitafutie mchumba nioe, ili hata baada ya kutoka hapa kwako nisiwe maeneo ya mbali, nikae hapa hapa, kwa sababu tunaamini kituo ndo kinatulea sisi, na nisiwe mbali na kituo, niendelee kufanya kazi. Nafanya kazi zangu za muziki huko, nafanya kazi kituo, ili niendelee kuwa salama zaidi. Ulifanikiwa kumta, kumtafuta kumta, kumta, kumta, kumta, kumta, kumta? Ilikuwa bado, nilikuwa tunasubiri sisi tunashauri mtu akiachana akitoka soba akae kwanza mwaka mzima, alafu ndo aje aingie kwenye mambo mambo ya mahusiano, kwa sababu huu mwaka mzima unakuwa unatosha kabisa kumjenga mtu e, yani kuna uwezo kumjenga mtu na kupambana na changamoto mbalimbali mbali. Lakini akiwa na muda mfupi, hatuwezi kumshauri mtu, kwa sababu mambo ya mapenzi mapenzi yana stress na wengi walioingia kwenye dawa za kulevya, ukiuliza ni mambo ya mapenzi. Kwa hiyo mtu anapo, kwa hiyo Dogo Mfaume akuwa amefanikiwa kuoa, wala mimi sikufanikiwa kumtafutia mchumba, kwa sababu bado alikuwa anaishi soba na bado tulikuwa tunaendelea na, kumpatia huduma Live Mbagala inawaletea wapo concert Jumamosi ya tarehe ishirini mwezi wa tano elfu mbili na kumi na saba katika uwanja wa taifa wa burudani Dar. Live Mbagala kiingilio ni shilingi elfu tano tu kuanzia saa mbili usiku na kuendelea. Hawa hapa ndio watakaolishambulia jukwaa wakiongozwa na Nay wa Mitego the true boy in the building. Shilole. Shishi Baby, Barnaba, Classic, Kala, Jeremiah, Dula, Makabila MC. Sida lada tuna fish na na bizo, bila kusahau utavunjwa mbavu na mchekeshaji mahiri mkali wao. Kumbuka ni tarehe 20 mwezi wa 5 2017 siku ya Jumamosi, kwa kiingilio cha shilingi wapo 5000 mnasema wapo